mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu kitu kikafanywa kwenye vazi lako kikaleta athari kwako wewe haupo mwenye vazi lakini athari ikaja kwako takasa kwa damu ya yesu vyote vinavyohusika na mwili wako kwa hiyo mazuio yoyote ya kipepo hapa njiani ambayo mungu anatupa neema tuweze kuyashughulikia yashiguliki kwa sababu unaweza ukakwamishwa kiroho, kimwili, kiafya, kindoa, kielimu kupitia mavazi. Kuna mikwamo inaweza ikaibuka njiani, kuna mitikisiko njiani, lakini mtunga Zaburi anasema Mungu ndiye ngome yake, kwa hiyo hatatikisika sana, lakini mitikisiko ipo. Kesho tunapoingia siku ya nne, tutasogea mbele za Bwana kwa sadaka maalum. Ni sadaka ya kujinasua, ni sadaka ya kuondoa mazui ambayo pia itaambatana na maombi maalum.